Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, watazamaji wapenzi, popote pale ulipo katika ulimwengu wa kidigitali e, mbele yenu mnamwona mufti wa Tanzania ambaye tayari amekwisha wasili katika viwanja vya Mina. Tusikie kauli yake kwanza kabla ya chochote. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kutufikisha kufika katika mawaza ya Mina tukiwa salama tukiwa na amani tukiwa na utulivu, na sote walillahil hamd tumefika, hakuna ambaye kwamba hajafika katika eneo. Kwa hiyo ili lipanza endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Uko hapa Mina kwa ajili ya kuweza kuendelea na ibada yetu ya hija kama mnamfahamu, leo ndio tumehirimia hija na viongozi nane kutarria na tuko hapa kwa ibada mbalimbali na kupumzika kusubiri siku ya kesho kuelekea Arafa, ambayo mtume kaisemea kwamba alhaj kwa wa Arafa, hija ni kuhudhuria Arafa. Kwa hiyo Watanzania wote, Waislamu na wasio Waislamu, fahamuni kwamba sisi tuko kwa salama na vinaendelea nalua, ishi, na dua kuiombea nchi amani, utulivu, upendo, na pia tunaiombea nchi katika mwaka huu tulionao ambao ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Mungu ajalie uchaguzi upite kwa salamu, na tunaombea nyini nyote mlioko huko na nini, pia mtombee ziga tujalie tumalize hii kwa salama uweze kurudi kwa salama nyumbani kwetu Tanzania. Allahu wallahu walih taufiqu, wasalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Popote pale ulipo kutoka katika mji wa Mina nchini Saudi Arabia ni tarehe nne mwezi wa sita mwaka huu wa 2025, ambapo tayari mahujaji wamekwisha wasili katika mahema, lakini moja kati ya hema ambalo limechanganyika taasisi zaidi ya tano sita. E, nimekutana na mmoja kati ya watu mashuhuri. Huyu atajitambulisha mwenyewe, lakini namjua tu kwa ufupi, Sheikh Muhammad. Sheikh Muhammad, Muhammad nani? Sheikh Muhammad karibu, ongee na jamii kuijuza hali halisi ya ibada ya hija kwa mwaka huu nchini Saudi Arabia kama <coughs> sileo mwezi nane ya utarwia na tunapofika hapa hey, katika mahema haya huwa ni maandalizi ya mwanzo katika kuzitekeleza ibada za hija, abao niye umra ambayo tulifanya e, tulipopita katika mitati kwa sisi ambao tunahiji katika hija ya tamato. Kwa hiyo tumepita mitati, tumetekeleza awali ya kwanza, tuapata nafasi ya kupumzika na sasa tumeanza ibada hii ya hija ambayo karibu inakutanisha wote wa ifradi, wa tamato, wa kirani wote wanapo katika mahema haya ya Mina kwa ajili kwa ya kuanza hii ibada hasa ya hija, na manuizi nayo wamedimika kutokea ya umra ilikuja katika hija

haziumizi sana na vile vile kumetiwa marekebisho e, ya sa, kwa yu, milango kwamba unaweza kuingia katika sehemu yake faaaimayo a akie wahio bila shaka kila mwaka na mambo, lakini hali za mahujaji inaonekana ni nzuri na zaidi katika sehemu hizi kukulia katika maeneo yao. Tatizo ni kwamba kuna mbanano mkubwa sana mwaka huu katika sehemu hii ya Mina kwa sababu magodoro magogoro ni mbamba alafu nafasi hata kwa kunyosha miguu zinakuwa ndogo. Kwa hiyo bila shaka kila mwaka washuhudi wakiona au wakipelekewa taarifa, bila shaka wanafanya masawazisho. Katika hema ambalo nipo mimi, kama nilivyosema, ni mchanganyiko wa taasisi zaidi ya tano. Ni kaza ji kukubaliana hivyo, kwa sababu kungegawa na vipande vipande ungeshindwa kuweza kufanya ibada vizuri

namna tulivyopata taarifa mwanzo kwamba hali ya hewa eh, tukisikia katika mataifa mbalimbali ya mba Kiarabu ni majira ya joto haya. Kwa hiyo nyuzi joto sasa hivi zinapanda kuanzia thelathini na arobaini mpaka arobaini na moja Hatujui huko mbele tunakokwenda, kwa sababu mwezi huu wa Juni joto linakuwa linapanda mpaka Ogast. Kwa hivyo mambo alasbhaaaafi, lakini joto linafika mpaka nyuzi joto arobaini na moja. Kwa sasa umekuja, mmekuja idadi ya watu wangapi na taasisi uliofuatana nayo? Mekuja na jumla ya watu mia moja na ishirini.

Sasa hali ya hewa kidogo ni joto, na tumehusiwa tume, tume, tume, tume hasa kumzika ndani ya mahema kwa sababu ya mahema yana wesi karibu zote, kwa hivyo kuna hali kidogo imepoa, lakini huko nje hatujashauriwa sana kk, kwa sababu kuna joto na kuna inafikia arobaini na tano, lakini taarifa zinaonekana kwamba huenda itaongezeka kidogo mpaka hamsini. Kwa hivyo hivyo, mahujaji wasipate eh, changamoto za kiafya, tunawaambia wapumzike zaidi eh, -si. na waache kuzungula zaidi huko nje, lakini pia wawe wanakunywa maji na kuna vinywaji vingi tu, kama wanavyoona wanajuishi wane maji wanecaibadi tu, wasipunguze maji mwilini kwa, kwa sababu ukipunguza kidogo na hali hizo eh, anaweza akapungua sana na ukapata maradhi uh, mengi. Kesho tutajiandaa na mwendo mrefu, tutazunguka sana katika matendo ya kiibada lakini, kimsingi, wa mahujaji wetu wa taasisi ya Tauhidi kwa sasa, mpaka sasa hivi wako na afya njema na wanaiga vizuri. Hakuna mtu ambaye tunasema huyu kidogo na mushkila, kwa sasa hivi bado wana